Wild Safari Rally ni mashindano ya magari ya kasi yanayofanyika nchini Kenya kila mwaka. Haya yaliweza kusimama awali dhidi ya jangwa la korona ila kwa miaka ya hivi punde yameregea kwa mbwembwe kali zaidi kuanzia mwaka wa <coughs> mwisho ni kuwa uh, wananchi wamefurahia mashindano haya uh, huku biashara zikistawi katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Nakuru, huko Naivasha, huko Safari Rally ni mashindano ya magari ya kasi yanayofanyika nchini Kenya kila mwaka yakiwa ni sehemu ya World Safari Rally Championship WRC chini ya FIA. Mashindano haya yaliweza kuanza mnamo mwaka wa 1953 na, na yanajulikana kwa ugumu wake kutokana na barabara mbovu na yanatumia ya barabara hizi za mchanga au mara, hasa katika mazingira ya Kiafrika. Mashindano haya yaliweza kusimama awali dhidi ya janga la corona ila kwa miaka ya hivi punde yamelegea kwa mbwembwe kali zaidi kuanzia mwaka wa 2. Hii ni baada ya kusimama kwa muda wa zaidi ya takriban miaka 18. Mwaka huu wa 2025 hapa nchini Kenya yamefanyika katika maeneo ya Naivasha katika kaunti ya Nakuru. Naivasha ni maarufu kwa mazingira yake ya kiasili ikiwa ni miongoni mwa maeneo ya kivutio cha mashindano ya magari ya Safari Rally hasa kutokana na maandhari yake ya kivutio na barabara za changamoto kubwa. Mashindano haya yaliweza kuandaliwa na rais wa Jamhuri ya Kenya, Rais William Ruto, siku ya tarehe 20 mwezi wa tatu mwaka huu wa 2025. Na sasa nataka tuangalie haya mashindano, je, ni magari gani yaliweza kutumika na ni nani aliweza kushinda katika mashindano ya WRC, yani Safari Rally Championship. Elfin Evans alishinda katika kategoria ya WRC akimshinda Takamoto Kasuta kwa jumla ya muda wa masaa 4 na dakika 20, na katika kategoria ya pili ya WRC2 Green Smith alishinda huku, huku Sachania akimshinda katika kategoria ya WRC. Katika Safari Rally iliyofanyika hivi majuzi, mashindano yalijumuisha aina mbalimbali mbali ya magari kutoka kategoria mbalimbali mbali. Hii ikiwemo ni Toyota Yaris WRC, gari maarufu la timu ya Toyota Gazoo Racing ambalo liongozwa na kama vile Elfin Evans na gari la pili likiwa ni Hyundai i20 N Rally 1, gari la timu ya Hyundai Motor ikishindana katika kategoria ya WRC 2. Gari la tatu ni M-Sport Ford Puma Rally 1, gari la timu ya M-Sport Ford lilikuwa likishindana na magari ya Toyota na Hyundai. Na mwisho ni kuwa wananchi wamefurahia mashindano haya huku biashara zikistawi katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Nakuru huko Naivasha, huku wafanya biashara wa sekta tofauti, tofauti tofauti wameripoti ongezeko la wateja na mauzo, wakisema kwamba mashindano haya yameimarisha uchumi wa eneo hilo. Wakaazi pia wamepongeza tukio hilo wakitaka matukio kama haya yaweze kufanyiwa na kuweza kuendelea kila mwaka eh, japo kama ni mara moja au mara mbili.